Watawala eneo bunge la Rabai kaunti ya wa Kilifi, wameonya kuwachukulia hatua wa za kisheria wazazi wanaotelekeza elimu ya wanao. Wakiongea huko mkampuni wakati wa, wa zoezi la ukabidhi wazazi za fedha kutoka hazina ya maendeleo ya maeneo bunge NGCDF, wamedai baadhi ya wa wazazi wamezembea kwenye majukumu yao. Kwa mjibu wa chifa Ruruma Joseph Boze, wazazi wanafaa kuhakikisha kuwa wanawapa mwongozo wa, wa, wa kielimu wa watoto wao, sio kulipa karo tu. Aidha, naibu chifu wa Mikomani Hamis Chirazi ameonya huenda hali ya maisha katika jamii isibadilike iwapo watoto watakosa elimu. Kauli hiyo mungu mkono na chifu mshikilizi wa Mikahani Stanli Mwambamba, alisisitiza kuwa hulka ya wazazi kuwacha watoto kurandaranda mitaani wakati wamepata msaada wa basari itakomeshwa kwa kuwashtaki wazazi husika kwa ufujaji wa fedha za umma. Ikiwa upande wa ofisi upande wa viongozi wanang'angana lazima wewe mzazi pia ujitolee, na kujitolea si kwa ulipaji karo peke yake, kuhakikisha kuwa mtoto wako anaenda shule. Kwa sababu hatutaki, si ama karo inalipwa, alafu unaacha mtoto wako anarandaranda pale nyumbani. Sisi kama afisa utawala, lazima tutachukua hatua kuhakikisha kwamba tunakupeleka tuna pale ambapo inastahili, kama hutawajibika huwa tunapata kwamba mbunge aling'ang'ana akatupatia tano saba nane, lakini e, wananchi pale tunazubaa zaidi mpaka mwaka mwingine ifike na tunalalamika. Kwa hivyo ningeomba swala la elimu tulieke kipaumbele ili tuweze kubadilisha zile nyumba zetu, na mifano iko ambayo tunaiona hasa upande wa elimu, wazazi wa watoto ambao tunachukua hizi basaisika ya leo tukaweze kujukumika kwa sababu utachukua basari leo, kesho mtoto yuko nyumbani, na huwa sisi tunaliona hilo jambo kwamba mzazi hajajukumika. Hata ikiwa hali kama hii, Mheshimiwa, naifanya tuhakikishe sisi wazazi pia tujukumike. Pesa ni ya serikali Utakuwa wewe unafuja pesa ya serikali, na tukishapata hali kama hiyo, basi tutakuchukulia hatua. Hata hivyo, mbunge wa Urabai, Anthon Kenga Mupe, amesisitiza iwapo wazazi hawatajukumika kikamilifu kuendeleza elimu katika jamii, huenda juhudi za kusaidia elimu kupitia basari zikakosa kuzaa matunda. Niseme nisiseme? Nitoboe nitoboe Kadri mbunge anafanya bidii kupeleka pesa pale, wazazi wako na madeni ya miaka miwili. Mzazi anadaiwa tamu mbili, mzazi anadaiwa tamu tatu. Ina maana hata hii leo tunapeleka hii cheki ya milioni moja, lakini baada ya wiki mbili watoto hawa hawa watafukuzwa. Ni kweli, si kweli? Ni kweli. Sasa mimi nikuwa mtumishi wenu, mbunge na kamati ya SDIM tunawajibika kuhakikisha kwamba tunafanya yale ambayo yanastahili. Mzazi usipowajibika, hata mimi nipige mbio vipi, sitakuwa ni mbio za bure, ni jeramanougasanani kwa. Niwaombe wazazi, niwaangukie maguuni, mzazi wajibika Mzazi ukiwajibika, na mimi kupitia afisi ya CDF na hazina ya CDF tunahakikisha kwamba ile haki ya mkazi wa Rabaya anapata na walimu anafundisha mtoto yule atafanya vizuri, na mwisho wa mtihani wake wa mwisho wa form four atapita mtihani. Ali Vincent, Benvin TV.